Tujitahidi sana sana kwenye ibada ya kufunga kujifunza vyakula, kujifunza vyakula. Sisi wafungaji tunafunga, lakini funga haitusaidii kwa sababu ya vyakula. Kuna vyakula kidini haipendezi kuvila kwa wakati mmoja au kwa wakati mmoja, lakini usifuatanishe. Tunakula ovyo. Mfano, una maziwa freshi na kuna samaki mbichi, umekula ovyo. Maziwa freshi na samaki mbichi havifatanishwi. unafuturu kiazi kitamu na ubwabwa pembeni, unakula ovyo. Hili ni somo la kula kwa wafungaji. Ndiyo maana funga zetu, kanuni ni kwamba watu wanapokuwa wamefunga, kiwango cha watu kuugua huwa kinashuka, hakipandi. Lakini tafiti zinaonyesha, tafiti zinaonyesha watu wanafunga, lakini viwango vya kuugua bado vinapanda juu. Kwa nini? Kwenye vyakula tumechemsha. Mtu anakula tende, anakula tende. Baada ya kula tende anakunywa maji kwa wakati huo huo. Hapana, sababu tende ni tunda.